Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Media. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu ikiwa leo ni siku ya Ijumaa Kuu. Tafakari hii imeandaliwa na kuretwa kwenu na Padri Paschal Ighondo kutoka Vatican. Tusikilize masomo. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Tazama, mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa, na kuinuliwa juu, naye atakuwa juu sana. Kama vile wengi walivyokustaajabia, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu ndivyo atakavyowasitusha mataifa mengi; wafalme watamfumbia vinywa vyao; maana mambo wasiyoambiwa watayaona; na mambo wasiyoyasikia watayafahamu. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mwororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri; na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko; na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu; lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu, na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu; adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea; kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake; kama mwanakondoo apelekwaye machinjoni na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake; naam, hakufunua kinywa chake. Na kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa; na maisha yake ni nani atakaye isimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai; alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya; na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Lakini Bwana aliridhika akamchubua; amemhuzunisha. Atakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa ya mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Na maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Neno la Bwana Mungu. Wimbo wa katikati unatoka Zaburi selasini na moja aya ya kwanza na aya ya tano na aya ya kumi na moja hadi ya kumi na tatu a na aya ya kumi na nne hadi ya kumi na sita na aya ya ishirini na nne ikiwa kiitikio ni kutoka kitabu cha mwinjili Luka Sura ya ishirini na tatu, aya ya arobaini na sita nayo inasema e, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Somo la walaka kwa Waebrania: basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua, pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio kutoka kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya ya nane hadi ya tisa nayo inasema: Kristo alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwazimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Joni, joni, joni, tu katika tafakari ya Neno la Mungu siku ya Ijumaa Kuu. Awali ya yote, ikumbuke kuwa hii ni siku ambayo kanisa haliadhimishi sakramenti zozote ikiwa ni pamoja na sadaka ya misa takatifu. Kwa kufuata mapokeo ya tangu zamani za kale kabisa, altari inapaswa kuwa tupu kabisa, haina msalaba wala mishumaa wala vitambaa. Hii ni kwa sababu ni siku ambapo Kristo Yesu alikufa msalabani. Ni siku ambayo alijitoa yeye mwenyewe sadaka kafara ya mwanakondoo wa Agano Jipya na milele. Kumbe ni siku ambayo Mama Kanisa anaadhimisha mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Hali kadhalika siku ya Jumamosi Kuu, Kanisa haliadhimishi sadaka ya misa takatifu, liko kimya, likiyawazawaza mateso na kifo cha Yesu Kristo. Meza takatifu, altari, iko tupu mpaka zitakapoanza sherehe za Pasaka baada ya vijilia takatifu katika kesha la ufuko. Ibada anayoadhimisha Mama Kanisa siku ya jumaa kuu imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Ibada hii inaanza kwa padri na watumishi kuingia kanisani na kwenda moja kwa moja mbele ya altari wakiwa wamevaa mavazi mekundu kama kwa misa. Nao wakifika mbele ya altari wanatoa heshima mbele yake kwa kujilaza kifudifudi au kupiga magoti kama hawawezi kujilaza kifudifudi, kisha wanasali kimyakimya kwa kitambo kidogo, wakiyatafakari mateso ya Kristo Yesu kisha wanakwenda kwenye viti na padre anasali sala ya mwanzo akiwa amefumba mikono bila kusema "tuombe" kama ilivyo wakati wa misa za kawaida. Sala hii inaweka wazi dhamira kuu ya siku hii ikisema hivi: e Mungu, kwa mateso ya Kristo mwanao Bwana wetu umetondolea mauti tuliorithi sisi binadamu wote kwa dhambi ya kale, utujalie sisi tuliozaliwa na hali ya kibinadamu kwa maumbile, vivyo hivyo tuzaliwe na hali ya kimungu kwa kutakaswa na neema yake. Kisha madhehebu haya ya mwanzo ndipo inaanza sehemu ya kwanza, liturujia ya neno, ambayo kiini chake ni simulizi la mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristu. Sehemu hii ya liturujia ya neno inahitimishwa kwa maombezi kwa watu wote, ikiwa ni sala kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya Baba Mtakatifu na wenye daraja katika kanisa, maaskofu, mapadi na mashemasi, kwa ajili ya wanafunzi wa dini, kwa ajili ya umoja wa Kristo kwa ajili ya Wayahudi na wale wasiomwamini Kristo na wasiomwamini Mungu, kwa ajili ya viongozi wa serikali na kwa ajili ya wenye taabu. Hivyo ni vyema katika hii sehemu, kila mmoja ndani ya moyo wake kujiombea na kuwaombea wengine kila inapofika sehemu ya kutafakari, padri anapotualika kusali akisema, tuombe, tupige magoti Simameni. Haya maelekezo anayoyatoa padi, tusiyafanya tu kwa mazoea, bali tusali kweli na kuomba kweli kweli, tunapopiga magoti na tukisimama. Padi anaposali kwa niaba ya watu wote, sisi tuzidi kutafakari mioyoni mwetu. Somo la kwanza la kitabu cha nabii Isaya sura ya 52 aya 13 hadi sura ya hamsini na tatu aya kumi na mbili. Somo hili ni tafakari ya wasifu wa mtumishi wa Mungu. Waamini wa kanisa la mwanzo waliona uwakilishi wa Yesu Kristo katika sura ya mtumishi huyu wa Mungu aliyetukomboa kutoka utumwa wa dhambi kwa njia ya mateso. Uso wake uliharibiwa sana, hakuwa na umbo wala uzuri wa kutamaniwa. Alidharauliwa na kukataliwa na watu wake, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na hakuhesabiwa kuwa kitu, lakini ndiye aliyeachukua masikitiko yetu akajitwalia huzuni zetu, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, hakufunua kinywa chake mbele ya watesi wake. Alihukumiwa kwa kuonewa, akapigwa mijeledi kwa sababu ya makosa yetu, na akafanyiwa kaburi pamoja na wabaya, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake. Bwana aliridhia kumchukua amemhuzunisha, akaifanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi zetu, kwa haki yake akawafanya wengi kuwa wenye haki, akamwaga nafsi yake hata kufa, ili sisi wakosaji tukombolewe kutoka utumwa wa dhambi na mauti. Katika mateso yake yeye, Kristo Bwana wetu, aliyaweka matumaini yake yote kwa Mungu. Ni katika tumaini hili sisi nasi katika Zaburi ya wimbo wa katikati tunasali na mzaburi tukisema: nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, kwa haki yako uniponye. Mikononi mwako unaiweka roho yangu, umenikomboa e Bwana Mungu wa kweli. Kwa sababu ya watesi wangu nimekuwa laumu namu, hasa kwa jirani zangu, na kitu cha kutisha kwa rafiki zangu, na wanio nao wanionao njiani walinikimbia. Nimesahauliwa kama mfu asiyekumbukwa, nimekuwa kama chombo kilichovunjika. Naam, nisikiapo masingizio ya wengi, hofu ziko pande zote. Lakini mimi nakutumaini wewe, Bwana, nimesema wewe ndiwe Mungu wangu, nyakati zangu zimo mikononi mwako. Uniponye na adui zangu nao wanaonifuatia. Umwangaze mtumishi wako kwa nuru ya uso wako, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako iweni hodari mpige moyo konde ninyi nyote mnaomngoja Bwana. Na hili ndilo tumaini letu sisi kwa Mungu Baba yetu wa mbinguni, kuwa tukimlilia kwa moyo mnyofu daima, atasikia kilio chetu. Somo la pili na waraka kwa Waebrania sura ya 4 aya 14 hadi ya 16 na sura ya 5 aya 7 hadi ya 9. Somo hili kwa kifupi kabisa linatuasa tumwamini Yesu Kristo, kuhani wetu mkuu, aliyeonja na kuvumilia tabu na mateso mengi kwa ajili ya uokovu wetu. Maana yeye anafahamu tabu na matatizo yetu, daima yupo tayari kutuombea kwa Baba. Sharti ni hili: kuyashika magano yetu tuliyoyafanya naye kwa njia ya ubatizo. Injili ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 18 aya kwanza hadi ya 19 na 42. Sehemu hii ya njili inasimulia mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, mtu mwenye haki asiye na hila ndani yake. Kwa upendo wake, upole wake, unyenyekevu wake, uvumilivu wake na utii wake, anakubali kutoa maisha yake kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Katika simulizi hili, Yuda alimsaliti Yesu kwa busu, ishara na alama ya upendo. Maaskari wakamkamata wakiwa na taa na mienge na silaha. Mitume wengine kwa hofu wakamkimbia na kumwacha peke yake. ya kukamatwa Yesu alipelekwa kwa kuhani mkuu Kayafa, mkuu wa baraza la Wayahudi, Sanhedri, chombo chenye mamlaka ya juu ya kidini. Baraza likaamuru apelekwe kwa gavana wa kirumi Pontio Pilato, naye akaamuru apelekwe kwa mkuu wa mkoa wa Galilaya, Herode Antipas, kwa vile Yesu alikuwa mwenyeji wa Nazareti katika Galilaya. Mahangaiko haya yote ni kwa sababu kila mamlaka haikuona hatia yoyote juu yake, lakini alihukumiwa pasipo haki ili sisi tusio na haki tuwe na haki. Baada ya hukumu isiyokuwa na haki, Yesu alipigwa mijeledi, akavikwa taji ya miiba, akavuliwa nguo zake, akapigwa kwa mwanzi, akatemewa mate, akabebeshwa msalaba mzito, akaanza safari kuelekea Golgota. Alipofika alisulubiwa msalabani, akafa, nchi ikatetemeka, jua likafifia, kukawa na giza juu ya nchi, pazia la hekalu ikapasuka mara mbili. Alipotobolewa ubavu kwa mkuki, ilitoka damu na maji Chemchemi ya sakramenti za kanisa. Ni katika muktadha huu msalaba umekuwa ni alama ya ukombozi na umoja wa kweli na Yesu Kristu. Kuchukua msalaba maana yake ni kuacha mambo ya dunia na fahari zake zinazokinzana na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristu. Msalaba umekuwa ni chombo cha ukombozi wa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Msalaba ni sadaka ya Yesu, zao la upendo wake kwetu sisi. Mtakatifu Papa Yohani Paulo wa Pili anasema hivi: msalaba siyo ishara ya kifo bali uzima, siyo ishara ya jambo la kuvunja moyo bali matumaini, siyo ishara ya kushindwa bali ya ushindi. Msalaba sasa si tena alama ya adhabu bali ya wokovu. Ndiyo maana katika sala zetu na ibada zetu tunatumia ishara ya msalaba. Kila Mkristo, kwa kweli, kama mtume Paulo, hatuna budi kusema: lakini mimi hasha nisione fahari ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao huo ulimwengu ulisulubishwa kwangu na mimi na ulimwengu. Wagalatia sura ya sita aya kumi na nne. Msalaba ni mhuri na kitambulisho chetu sisi wa Kristo. Sehemu ya pili ya ibada ya siku ya Ijumaa Kuu ni kuabudu msalaba. Wokovu wa, wa dunia uliotundikwa juu yake ndiye Yesu Kristo. Msalaba umekuwa kwetu ishara ya ushindi dhidi ya dhambi na mauti, kwa sababu Kristo mwana wa Mungu aliyechukua makosa yetu na adhabu tuliyostahili mwilini mwake. Badala ya kuteswa sisi akateswa yeye, badala ya kusulubiwa sisi akasulubiwa yeye, na badala ya kufa sisi kwa dhambi zetu akafa yeye, kifo cha msalaba. Hivyo tunafanya tendo la nje la kuheshimu mti wa msalaba ambao kwao Kristo alikufa juu yake, ili atukomboe na utumwa wa dhambi na kumwabudu uokovu wetu ndiye Kristo Yesu juu ya msalaba ambao ni alama ya ukombozi. Hivyo tunapaswa kuliadhimisha tendo hilo kwa ibada ya unyenyekevu. Kwa maana mbele ya wokovu Kristu Yesu, nafsi ya pili ya utatu Mtakatifu aliye Mungu kweli, ndiye aliye juu ya msalaba. Hivyo asiyeamini kuwa wokovu wetu Yesu Kristu yupo msalabani, ni heri asijongee mbele kuabudu msalaba, kwani hatafaidika na chochote, hatajipatia neema wala baraka zozote. Na mwenye imani na ukaribia msalaba kwa moyo wa unyenyekevu, majuto toba, ibada na sala za shukrani na maombi mbele za Mungu wetu katika nafsi ya pili, Yesu Kristo mkombozi wetu. Sehemu ya tatu na ya mwisho inayohitimisha maadhimisho ya siku ya Ijumaa Kuu ni ibada ya komunywa takatifu tunda la mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama sala kabla ya komunywa anavyosema: E Mungu mwenyezi wa milele, wewe umetukomboa kwa kufa na kufuka kwake Yesu Kristo mwanao, dumisha ndani yetu hiyo kazi ya huruma yako, ili tunaposhiriki fumbo hili tuishi katika uchaji siku zote. Mara baada ya kumaliza kuabudu msalaba, kitambaa kinatandazwa juu ya altari na juu yake korporali na misale ya altari inawekwa karibu naye, kisha shemasi au upande mwenyewe akisindikizwa na watumishi wenye mishumaa inayowaka anakwenda kuleta sakramenti takatifu kutoka mahali ilipowekwa siku ya Alhamisi Kuu. Baada ya ekaristi takatifu kuwekwa altareni, mara inafuata sala ya Baba yetu na sala za kuwaalika waamini kupokea ekaristi takatifu. Mama Kanisa anahitimisha maadhimisho haya kwa sala mbili kuu. Sala ya kwanza ni baada ya komunyo, akisali hivi akituombea: E Mungu mwenyezi wa milele, wewe umetukomboa kwa kufa na kufufuka kwake Kristo mwanao, dumisha ndani yetu hiyo kazi ya huruma yako, ili tunaposhiriki fumbo hili tuishi katika uchaji siku zote. Na sala ya pili ni kuwaombea watu akisema hivi: Tunakuomba E Bwana baraka zako nyingi ziwashukie watu wako ambao wamekumbuka kufa kwake mwanao na kutazamia kufufuka kwao, wapate rehema, wajaliwe kitulizo waongezewe imani takatifu, wadhibitishwe ukombozi wa milele. Baada ya sala hizi, waamini wote wanaondoka kimya kimya, wakiyatafakari na kuyawazawaza mateso na kifo cha Yesu Kristo mpaka siku ya Jumamosi Kuu, zitakapoanza sherehe za mkesha wa sherehe ya Pasaka. Hapo tena sherehe za kipasaka zitaendelea muda wa siku hamsini mpaka sherehe ya Pentekoste. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mimi Padre Paschal Ighondo.